Je, unajua kwenye Agano la Kale Mungu aliagiza sana kafara za kibinadamu? Hizi hapa ni hadidi tatu za kutisha zaidi. Kwanza, Yefta anaahidi kwa Mungu, nikishinda vita nitatoa kafara ya kwanza itakayokutana nami. Anashinda na anayemlaki kwanza ni nani? Binti yake wa pekee. Anamtoa kafara kwa kumchoma moto akiwa bikira. Hiyo kweli inasikika kama agizo la Mungu wa upendo au la Shetani? Kisha kuna Ibrahimu, anaambiwa amtoe mwanawe kafara. Anamfunga Isaka, anainua kisu, lakini Mungu anasema subiri, ilikuwa tu ni jaribio. Hadithi hii inafundisha utii bila swali, hata kama inamaanisha kumtoa mwanao kafara. Na ya kutisha zaidi Mungu anamtuma malaika wa mauti kuua kila mzaliwa wa kwanza wa Misri. Njia pekee ya kuokoka ilikuwa kumchinja mwana kondoo na kupaka damu yake mlangoni. Hapo ndipo Pasaka ilipoanzia. Je, Mungu wa kweli anaweza kuagiza haya? Wakristo wa mapema wengi waliamini huyu hakuwa Mungu wa kweli bali alikuwa Shetani. Walisema Yesu alitoka kwa Mungu wa juu wa nuru ili afunwe uungu ulio ndani yetu sote. Je, ni kweli Mungu wa nuru anaweza kuhitaji damu ya watu wasio na hatia?